Yes, bana mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Niko na story kutokea kule e, nchini Nigeria. Kumekuwa kuna story nyingi sana ambazo pia wananchi e, lakini pia wadau kutokea kule Nigeria wamekuwa e, wakifunguka kutokana na kuto kupendezwa na kile ambacho kinakuwa kinafanyika kwa wale ambao e, tunasema ni wajane au wake ambao walikuwa wameachwa e, na wanajeshi. Sasa raia wa Nigeria kwenye mitandao ya kijamii pia wanaweza kushutumu jeshi lao kwa vitendo vya rushwa, unyanyasaji wa kingono na ucheleweshwaji e, wa mafao kwa wajane wa askari ambao pia e, walikiwa e, wanatekeleza majukumu yao. Sasa jeshi linasema kwamba halijapokea malalamiko yoyote na kwamba kwamba wana mfumo rasmi kabisa wa utoaji malipo, bima, msaada ya mazishi lakini pia na ufadhili wa masomo kwa watoto wa marehemu. Lakini pia je, unadhani taasisi kama jeshi duniani kote zinapaswa kuweza kuwajibika zaidi hapo, e, kwenye familia e, wa mashujaa ambao pia walikuisha kupoteza maisha. Imesemekana kwamba kumekuwa kuna unyenyesaji mkubwa sana u unafanyika e, baina ya wake za wale ambao walishaikuwa wanajeshi e, katika jeshi la e, huko Nigeria. Sasa kumekuwa kuna mambo tofauti tofauti ambayo yamekuwa yakilengwa au yakionyeshwa kwamba wanawake hao wanaweza kupatwa e, e, na unyanyasaji huo. E, kitu cha kwanza kilikuwa ni unyanyasaji wa kijinsia na, e, na kikatili au wa kikatili e, katika kambi za kijeshi. Sasa hii imekaaje? Ripoti za kutoka huko am... Eh, Amsterdam International eh, zinaonyesha kuwa kwamba wanawake waliolewa eh, kutoka, eh, kutoka mikononi mwa Boko Haram pia walinyanyaswa tena na wanajeshi wa Nigeria na wanamgambo wa Civil Joint Task Force ambao kwa kifupi ni CJTF. Wanawake hawa pia waliweza kulazimishwa kushiriki ngono ili kuweza kupata chakula na mahitaji ya msingi, hali ambayo pia ilikuwa inachukuliwa kama ubakaji katika eh, mazingira ya kuweza eh, kulazimishwa kwa sababu walikuwa wanafusiwa kuweza kufanya vitendo hicho lakini pia kitu cha pili ni kwa, ni kwa upande wa ukatili wa majumbani katika familia za kijeshi. Hii imekaa kwa namna gani? Mbona, utafiti pia uliofanywa nchini Nigeria umebaini kuwa wake wa wanajeshi wanakumbwa na viwango vya juu vya ukatili wa kimwili na kisaikolojia ikilinganishwa na wanawake katika jamii za kiraia. Hali hii pia inachangiwa na msongo e, wa kifedha, lakini pia na mazingira e, e, kazi za kijeshi ambayo pia huongeza uwezekano wa ukatili e, majumbani, kwamba kumekuwa kuna shida ya kifedha na vitu vingine kama hivyo, inasemekana yeye pia inasaidia wanawake hao kuweza kunyanyaswa kingono au ki, ki, ki, ki kijinsia e, kwa namna hiyo. Lakini pia e, jambo la tatu lipo kwa upande gani? Ni katika e, changamoto za kijamii lakini pia kiuchumi e, kwa wajane wa wanajeshi. Na hii imekaa kwa e, kivipi au ni kwa namna gani? Acha nikueleze kwamba E, wajane wa wanajeshi pia wamekuwa wakilalamikia e, kucheleweshwa kwa malipo ya mafao ya waume zao walipopoteza maisha, hali ambayo pia inaweka kuwa e, katika mazingira magumu ya kiuchumi, mara baada ya kuweza kulazimika kuweza kuomba msaada wa kifedha au kuweza kufanya kazi za vibarua ili kuweza kukidhi mahitaji ya familia zao. So wamekuwa waki, wakifanya njia tofauti tofauti ili kuweza e, kukizi hizo haja ambazo wanatakiwa e, kuweza kuzikamilisha. E, sasa mara mara baada ya haya yote kuweza kutokea sasa, ni juhudi gani ambazo zimeweza kuonyeshwa au kuweza kukomesha bwana e, unyanyasaji huo? Sasa mashirika ya wake e, wa maafisa wa kijeshi e, kama e, kama vile Defense and Police Officers e, Wives Association ambayo inafahamika kwa jina la DEPOA yameanzisha kampeni za kuweza kuelimisha jamii kuhusu madhara ya unyanyasaji wa kijinsia lakini pia na matumizi ya dawa za kulevya katika kambi za kijeshi. Hii ni hatua ya eh, kujaribu kuweza kupunguza eh, visa vya unyanyasaji, lakini pia kuweza kuboresha maisha ya wanawake katika eh, mazingira ya kijeshi. Kwa hiyo kumekuwa kuna njia tofauti tofauti ambazo pia zinakuwa zitaweza zikawasaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa wale wanawake ambao pia wamekuwa wakiishi kwa sasa hivi ingali ya kuwa waume zao wamekwisha kutangulia eh, mbele za haki mara baada ya kuweza kuona kwamba kumekuwa kuna unyanyasaji mkubwa sana ambao unakuwa unafanyika e, dhidi yao. Wamekuwa wakinyanyaswa kijinsia ki, ki, ki, ki, kwa namna ya kingono, lakini pia wamekuwa wakikosa baadhi ya vitu e, kutoka e, kutoka kule katika majeshi ya Kinigeria, lakini pia e, kuweza kucheleweshwa mafao au kutokupewa mafao ambayo pia wanastahili kupewa e, kutokana na waume zao ambao pia walikuwa wanaishi nao kitambo na hicho e, kabla ya kuweza kukutwa e, na umauti. Yapi maoni yako kuhusiana na swala hili? Je, ni sahihi kwa kwamba washikaji wakisha kufa then mke wake anabaki anakuwa anapata eh, manyanyaso kwa namna hiyo? Drop comment yako hapo, utakometisha eh, kinoma noma. Endelea kutufuatilia mitandao yote ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X bila kusahau YouTube. Ukisubscribe channel yetu utakometisha eh, kinoma noma nzildad kabisa. That's my name, ciao.